Leo hii tunasikitika kwa taarifa kuwa kuna matukio mawili ambayo yametokea katika kanda ya Serengeti na mkoa wa Mara, watu wawili kutekwa Machi tarehe 23 mwaka huu. Utekaji huu unamhusisha kiongozi wa jimbo la Tarime vijijini Kamanda Musa Juma almaarufu Tall, ambaye yeye anaishi kata ya Sirali, uh, wilaya ya Tarime, jimbo la Tarime vijijini, mkoa wa Mara, na tukio jingine la utekaji linamhusisha Daniel Chocholia Nyamuhanga ambaye yeye vile vile ni mkazi wa wilaya ya Tarime, vile vile ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM ambaye yeye ametekwa akiwa mkoa wa Mwanza na jiji la Mwanza. Watu hao wote ni wanachama, moja ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ambaye ni kiongozi, lakini wa pili ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, CCM na ni kiongozi wa CCM mjumbe wa mkutano mkuu. Chadema kanda ya Serengeti tunasikitishwa sana na muendelezo wa vitendo hivi viovu vya utekaji vinavyoendelea kwenye kanda yetu. Licha ya vitendo hivi kulalamikiwa na chama chetu, lakini vile vile na wadau wa haki za binadamu. Ndugu waandishi wa habari, na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba matukio haya tulikuwa tukiyaona yanatokea kwa viongozi wa vyama vya upinzani hususan Chadema na wapiganiaji wa haki za binadamu lakini yamechukua taswira mpya baada hata viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kwa mfano ndugu uh, Daniel mjumbe wa mkutano mkuu ambaye naye ametekwa. Chadema kanda ya Serengeti inasikitishwa sana na namna ambavyo serikali na viongozi wake wamepuuza matukio haya. Tunatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka na za wazi kuhakikisha wahalifu wote wanakamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Ni jukumu la serikali kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa salama na anakuwa hana hofu ya kutekwa, kuteswa au kupotezwa. Na tunaiuliza serikali kama matendo haya ya utekaji hayafanywi na vyombo vya dola ni kundi gani jingine limeibuka nchi hii kuwa na nguvu zaidi ya vyombo vya dola kwa kuteka wananchi bila hofu na mchana kweupe? Sisi Chadema tunaamini katika misingi ya haki, tunaamini pia watu wote ni sawa mbele ya sheria. Usalama wa mali, usalama wa raia na mali si tu jukumu la jeshi la polisi, lakini vile vile imelindwa katika katiba na mikataba, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mikataba ya kimataifa. Pamoja na kwamba jeshi la polisi la Tanzania jeshi la polisi katika taarifa zao wamekanusha kujua watu hao walipo. Sisi tunaamini wanapaswa kuwajibika kutokana na jukumu lao la kisheria waliopewa walo la kuhakikisha watanzania wote wanakuwa salama, ikiwemo ndugu Daniel na Tall, eh, ambao mpaka leo hawajulikani waliko. Mambo yafuatayo: tunalitaka jeshi la polisi kuwajibika kwa kushindwa kulinda usalama wa raia, ikiwa na pamoja na kujiuzuru au kuondolewa kwenye mamlaka zao au kuondolewa na mamlaka zao za kiuteuzi, usani mkuu wa jeshi la polisi waziri wa mambo ya ndani na wakuu wengine wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wana jukumu la kulinda uhai na maisha ya Watanzania. Rais Samia kuunda tume ya kijaji ya kuchunguza matukio yote ya utekaji nchini, kwa kuwa vitendo hivi vina vinalihusisha jeshi la polisi na kama wahusika hivyo na kama wahusika hivyo, jeshi la polisi haliwezi kujichunguza. Kwa hiyo tunashauri na tunasisitiza kwa mheshimiwa rais kuunda kwa tume ya kijaji kwa ajili ya kuchunguza matukio haya, ni nani hasa anafanya haya matukio kama vyombo vya dola havihusiki na matukio ya utekaji, kundi gani jingine la kiharifu ambalo lina nguvu kuvizidi vyombo vya dola? Rais, tuna tunamwomba na kumsihi Rais Samia kuharakisha utekelezaji wa ripoti ya haki jinai ambayo ilionyesha madudu ambayo yamekuwa yakipelekewa kuvunjaji wa haki za binadamu, ambayo kwa kiwango kikubwa madudu hayo ambayo yapo kwenye ripoti ya haki jinai yanaonyesha namna ambavyo vyombo vya dola na vyombo vya dola vilivyofanya uhalifu na uonevu mkubwa sana kwa wananchi tunamsihi na kumwomba Rais Samia kuwezesha marekebisho ya sheria ya usalama wa taifa, ambayo kwa bahati mbaya ilifanywa marekebisho na kutoa mamlaka ya ukamataji kwa maafisa wa usalama wa taifa na kuwaondolea kinga ya kushtakiwa. sheria sheria hii hii hii pamoja na na marekebisho hayo, tunamtaka rais, sheria hii iweze kurekebishwa, na vile vile tunataka rais kwa kupitia sheria hii watuambie, maafisa wa idara ya usalama wa taifa wakikamata wananchi, wanapeleka kwenye vituo vipi? Kwa sababu hatujawahi kuambiwa kama kuna vituo ambavyo wananchi wakikamatwa wanaweza kupelekwa kwa, kwa sababu watu hao waliokamatwa hakuna hata mahali ambako wapo kwenye vituo vya polisi. Leo tunavyozungumza na tunavyozungumza, wananchi wamekosa imani na jeshi la polisi. Kuhusishwa kwa namna yoyote kwa idara ya usalama wa taifa kutaliangamiza na kuliingiza taifa hili kwenye hali mbaya zaidi, kwa sababu ndio vyombo ambavyo vimebaki na imani ndogo kwa wananchi, ukilitoa jeshi la polisi ambalo lenyewe limepoteza imani eh, wananchi wamepoteza imani nalo kwa kiwango kikubwa.